Mlango wa 44, lakini sikia sasa ee Yakobo mtumishi wangu na Israeli niliyekuchagua Bwana aliyekufanya na kukumba toka tumboni yeye atakayekusaidia asema hivi usiogope e Yakobo mtumishi wangu na wewe Yeshuruni niliyekuchagua kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakao utakaowazaa, nao watatokea katika manyasi kama mierebi, karibu na mifereji ya maji. Mmoja atasema mimi ni wa Bwana, na mwingine atajiita kwa jina la Yakobo, na mwingine ataandika juu ya mkono wake kwa Bwana na kujiita kwa jina la Israeli. Bwana mfalme wa Israeli, mkombozi wako Bwana wa majeshi asema hivi, mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho, zaidi yangu mimi hapana Mungu. Naye ni nani kama mimi? Atakayeita na kuyahubiri haya na kunitengezea, tangu nilipowaweka watu wa kale, na mambo yanayokuja na yatakayotokea wayatangaze. Msiogope wala msifanye hofu. Je, sikukuhubiri haya zamani na kuyaonyesha na ninyi ni mashahidi wangu. Je, yuko Mungu zaidi yangu mimi? Hakika hapana mwamba, mimi sijui mwingine. Wachongao sanamu wote ni ubatili, wala mambo yao yawapendezayo hayatafaa kitu, wala mashahidi wao wenyewe hawaoni wala hawajui, ili watahayarike. Ni nani aliyejichongea mungu mmoja na aliyesubu sanamu isiyofaa kitu? Tazama, wenziwe wote watatahayari na mafundi hao ni wanadamu. Na wakusanyiki pamoja wakasimame, wataogopa na kutahayari pamoja. Mfua chuma hufanza shoka, hufanya kazi kwa makaa, huitengeneza sanamu kwa nyundo, huifanya kwa nguvu za mkono wake; nam huona njaa, nguvu zake zikampungukia, asipokunywa maji huzimia. Seremala hunyosha uzi, huiandika kwa kalamu ya mate huitengeneza kwa randa, huiandika kwa bikari, huifanza kwa mkono wa mwanadamu sawasawa sawa na uzuri wa mwanadamu, ili ikae nyumbani. Yeye hujikatia mierezi, hutwaa mtiriza na mwaloni, hujichagulia mti mmoja katika miti ya msituni; hupanda mvinje, mvua ikaustawisha. Kisha utamfaa mwanadamu kwa kuni, hutwaa kipande akaota moto, naam, huuwasha moto akaoka mkate, nam hu hufanya mungu akauabudu; huifanya sanamu ya kuchonga akaisujudia. Sehemu moja huiteketeza kwa sehemu nyingine hula nyama, huoka chakula kiokwacho, akashiba; nam huota moto akasema, Aha, nimeota moto, nimeona moto. Na kwa sehemu iliyobakia hufanya mungu, yaani sanamu yake ya kuchonga; Usujudu mbele yake, akaiabudu, akaiomba akasema, uniokoe, maana wewe uMungu wangu. Hawajui wala hawafikiri, maana amewafumba macho wasione, na mioyo yao wasiweze kufahamu. Wala hapana atiaye moyoni, wala hapana maarifa wala fahamu kusema, nimetokeza sehemu motoni, naam pia nimeoka mkate juu ya makaa yake, nimeoka nyama nikaila, nami je, kilichobaki nikifanye kuwa chukizo? Je, nisujudie shina la mti? Hula majivu; moyo uliodanganyika umempotosha, asiweze kuiokoa nafsi yake, wala kusema, Je, siyo uongo mkononi mwangu? Kumbuka haya, Ee Yakobo, nawe Israeli, maana wewe umtumishi wangu; nimekuumba umtumishi wangu; e Israeli, hutasahauliwa na mimi. Nimeyafuta makosa yako kama wingu zito, na dhambi zako kama wingu unirudie, maana nimekukomboa. Imbeni enyi mbingu, maana Bwana ametenda hayo, pigeni kelele enyi mabonde ya nchi, pazeni nyimbo enyi milima, nawe msitu na kila mti ndani yake, maana Bwana amemkomboa Yakobo, naye atajitukuza katika Israeli. Bwana mkombozi wako yeye aliyekuumba tumboni asema hivi: mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote, nizitandaye mbingu peke yangu, niienezaye nchi; ni nani aliye pamoja nami? nizitanguaye ishara za waongo na kuwatia waganga wazimu, niwarudishaye nyuma wenye hekima na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga, nilithibitishaye neno la mtumishi wangu na kuyafikiliza mashauri ya wajumbe wangu Nimwambiaye Yerusalemu, utakaliwa na watu; nayo miji ya Yuda, itajengwa; nami nitapainua mahali pake palipobomoka. Nitaviambia vilindi kauka, nami nitaikausha mito yake. Nimwambiaye Koreshi, mchungaji wangu, naye atayatenda mapenzi yangu hata; ataunena Yerusalemu, utajengwa; na hilo hekalu, msingi wako utawekwa.